na bao la shilini mukanda yisenga upande wa Yanga Princess na hii ndio ngao ya jamii kwa wanawake 2025 mwanamwali anayekwenda kupiganiwa na JKT Queens pamoja na Simba Queens kwa tabasamu na bashasha linapelekwa taji hili hapa ni ishara ya kwamba ni burudani kiasi gani katika umati wa waliojitokeza kushuhudia nani atakwenda kuchukua Sinia linalo nyara hili linapendeza. Ngao ya Jamii wanawake 2025, michuano ambayo iko chini ya shirikisho la soka Tanzania, TFF. Tusubiri na kuona ni nani ambaye ataibuka bingwa leo, mambo yatakavyokuwa. Ni fainali ya pili kwa Simba Queens, alifanya hivyo 2023 na akawa bingwa. Leo 2025 nakutana yule yule ambaye alikutana naye katika fainali 22 na tatu ambaye ni JKT Queens. tusubiri kuona jinsi gani mambo atakavyokuwa dro ya moja moja kwenye fainali ya yeah, mabao ambao walifungwa na Danai lakini Simba, upande wa JKT akafunga Stumai, ilienda moja moja, dro ya fainali ambao walikutana na ni kwajwa penalti ikaamua nani anakwenda kuwa bingwa Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ni wasimamizi wa mashindano haya ya Ngao ya Jamii. Tabasamu ni sehemu ya maisha ya aliyeleta taji hili. Sikumbuki kama kuna sekunde meno yake hayajaonekana katika uwepo wake juu ya uwanja wa KMC Complex, akileta taji hili, labda wakati huu